Mtazamaji, tusonge mbele. Wakazi wa Chungamali Limuru walalamikia kutokamilika kwa daraja wanalotumia kuvuka katika barabara kuu ya Nairobi Nakuru iliyojaa maji na hata kusababisha hasara kubwa kwao, huku ikiwalazimu wapita njia pamoja na wahudumu bodaboda kutumia njia mbadala ambazo zinahatarisha maisha yao. Na kwa sasa wakazi hao wanasema kwamba watu wawili wamepoteza maisha yao juma hili pekee wakijaribu kuvuka barabara hiyo yenye magari mengi. Tumpate Abraham Gadhechana. Kufungwa kwa daraja hili eneo la Chungamali Limuru kumesababisha ongezeko la ajali mara kwa mara, kwa ajali ya ajali zimekuwa mingi. Kama jana, kuna kijana mmoja wa bodaboda aligongwa hapo akivukia kwa highway. Juzi kuna mzee pia hata hapa chini aligongwa tu na gari hapo akivuka. So tumekuwa tukisudia ajali mingi mingi. Jana kuna jamaa mmoja bado wa pikipiki amegongewa hapa bado akapoteza maisha yake. Kwa hivyo naweza omba serikali ifanye jitihada zake haraka inawezekana tukanugusiwa hizi daraja yetu hapa chini, umeiona venye inakaa. Hasara yenye tunapata ni kwa magari na pikipiki zinaharibikia hapa ndani ya maji, na bado kazi iko chini juu ya tuvuki kwa barabara hapa, saa kazi yatupati sana. Ukiona vile kunakaa hapa, unaweza bebwa upate umeangushwa unaona vile kuna kama mpaka mpaka, maji imejaa sana. Sasa sasa unaweza hata, kuna mwingine alikufia huko huko itag chunga Chungamari. Sasa tungeomba hapa serikali itutengenezee kwa sababu, hata unaweza kupoteza mpaka number plates, uanguse mteja, atupe simu zake, vitu zake. Matumaini ya wakazi hapa ni kwa serikali kuu kuharakisha upanuzi wa barabara ya Nairobi hadi Nakuru ili kuzuia ongezeko la ajali mara kwa mara. Abraham Gadesha, runinga ya NTV Kiambu.